Kwa majina naitwa Yoshua Clement Sumuni, ni mgombea udiwani katika kata ya Mwanase, mwanase halmashauri ya wilaya Msalala. Ndugu zangu na Mwanase, niko mbele yenu kwa unyenyekevu mkubwa, naombeni Oktoba mnipe kura yenu. Yapo mengi ambayo natarajia kuja kufanya katika kata ya Mwanase kwa kushirikiana na uongozi kushirikiana na mbunge wangu Mazangira na, na kiongozi wetu mahidi Mama Samia Hassan Suluhu, kwa kweli tutafanya mabadiliko makubwa sana. Naombeni sana sana sana, wale Mwanase mniamini, Oktoba, mkanipe kula yenu. Yapo mengi ambayo tunatarajia kuyafanya katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ishirini na tano thelathini imewawezesha mengi katika upande wa elimu, upande wa, wa afya, upande wa nishati, upande wa miundombinu kwa ujumla, mabadiliko makubwa makubwa yanakuja. Hivyo ndugu zangu, wana Mwanase, na waombeni sana na watanzania wote kwa ujumla, tarehe ishirini na tisa tukampe kula mama Samia, tukampe kula Magangira wale wa kata ya Mwanase na jimbo la Msalala kwa ujumla na mkanipatie kula mimi ndugu yenu apo Mwanase Joshua Clement Simon ili tuweze kuongoza gurudumu la maendeleo na kuhakikisha mabadiliko yanakuja katika kata ya Mwanase katika hali ya, ya usalama na pasipokuwa na, na fujo. Kwao naomba sana ndugu zangu, tarehe ishirini na tisa tuende tukatiki. Asanteni sana.